Karibu katika chaneli yetu ya Classic Media 255. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, subscribe chini ya video hii, na kisha turn on notification button ili uweze kujipatia update zetu zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mke wa Diamond Platinum ashindwa kujizuia baada ya kugundua kwamba yeye ni mjamzito, amechukua nafasi hii kuelekea hospitalini na kwenda kutambua ni yapi anaendelea katika ukuaji wa mtoto aliyembeba tumboni. Mwanadada Zuchu ameshindwa kujizuia baada ya kufanya vipimo vile na kugundua kwamba alichokibeba ndo kile ambacho alikuwa akitarajia na akiwa anamwomba Mungu aweze kumjalia kupata zawadi ya namna hii. Mwanadada Zuchu ameposti picha ya Ultrasound ambayo aliweza kupiga huko hospitalini ikiwa inaonyesha kwamba jinsia ya mtoto aliyobeba tumboni ni mtoto wa kiume, na mwanadada Zuchu aliweka picha hii katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anamshukuru Mungu kwa kumjalia kile alichoweza kumuomba kwa muda mrefu. Inasemekana kwamba mwanadada Zuchu ni kweli amebeba ujauzito wa mtoto wa kiume na hatimaye aliweza kwenda kumshirikisha mume wake ambaye ni Diamond Platinum, na mume huyu aliweza kumwahidi vitu vingi ambavyo alikuwa akitarajia atavifanya pasipo yeye kujua, na sasa hivi vimeweza kwenda kuwa rasmi kutokana na furaha ambayo mke wake ameweza kumpatia, tunaweza kusema kwa sasa hivi mwanadada Zuchu ataweza kutulia, kwa sababu watu wengi wanamnadi na kusema vibaya katika mitandao ya kijamii kwamba hajaweza kutulia katika mahusiano yake, ndiyo maana hata mpaka sasa hivi alikuwa hajakuwa makini kwenye kubeba ujauzito. Ila sasa hivi ameweza kuwafunga watu wote midomo, na sasa hivi ameahidi kwa mashabiki zake atakuwa mama bora. Kwa familia yake na wale wote waliokuwa wakimsema kwamba anajipendekeza kwa watoto wa Zari, sasa hivi sijui wataongea neno gani, kwa sababu mwanamke huyu anaonekana ana mapenzi ya dhati kwa upande wa watoto, kwa suala zima la kuwalea na kuwahudumia na kuangalia watoto hao wanahitaji nini na ni kipi ambacho hakipo sawa kwa upande wao. Wewe kama mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Classic Media 255 unahisi kwamba mwanadada Zuchu yuko sahihi kuposti picha za vipimo vya ultrasound katika social media? Na kama yuko sahihi, tuachie maoni yako ndani ya comment section na vilevile vile. Kama hayuko sahihi, tuachie ujumbe wako ndani ya comment section, na vilevile, usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.